Karibu katika Dira ya Magwiji, inaitwa Wanjirombugwa. Mtangazaji wetu wa ishara hivi leo ni Lusi Mwaora, na siko peke yangu jina <laughs> langu ni Jamila Mbogwa. Ungana nasi hadi tamati, vilevile unaweza kuzungumza nasi katika mitandao yetu yote ya kijamii at KBC channel one, at wanjiro mbogwa, na at jamila mbogwa. Nam, Rais William Ruto amesema hakuna eneo litakaloachwa nyuma katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kote nchini. Rais aliyezungumza alipozindua ujenzi wa nyumba za gharama nafuu huko Ijara kaunti ya Garissa, pia alisema eneo hilo likipata maji ya unyunyizaji mashamba maji kupitia ujenzi wa mabwawa, maeneo ya, kuko, ya kaskazini ya Kenya na pwani yatakuwa kitovu cha chakula katika taifa hili siku za usoni. Naam basi Giverson Maina na taarifa hiyo kwa kina Eneo bunge la Ijara katika kaunti ya Garissa ileo lilimkaribisha rais William Ruto kwa uzinduzi wa mradi wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu. Na, na nia yetu ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi katika makao ambayo iko na maji iko na stima na iko na vifaa zile zingine zote. Mbali na kujenga hii affordable housing, nimeambia wizara ya housing watusaidie pia watafanya kazi na mbunge wa hapa na viongozi wale wengine wote wa hapa, tujenge pia madarasa ya watoto wetu. Rais akitumia fursa hiyo kuhakikishia wakenya wote katika maeneo yote ya nchi ugavi sawa wa maendeleo, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa barabara na uunganishaji umeme in the plan to have two and a half million acres of land under irrigation.

Rais pia alifichwa mipango ya ujenzi wa bwawa kubwa katika kaunti ya Garissa, akisema eneo hilo la kaskazini ya Kenya lina uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosheleza taifa katika siku za usoni to the rest of 80% of Kenya that has no rainfall but we can have we can store water we can harvest water and we can use it for matters irrigation. Pia ilifungua rasmi shule ya upili ya wasichana ya Yusuf Haji kwa ukumbusho wa marehemu waziri wa zamani wa ulinzi na seneta wa Garissa Yusuf Haji ni hapa ambapo waliunga mkono usimamizi wa hazina ya kitaifa ya maeneo bunge NGCDF, na wabunge ili kuinua mradi ya maendeleo mashinani kama vile elimu. Giverson Maina, dira ya Magwiji.